Ndugu wananchi na ndugu washiriki, kwa hakika hakikanohaya umeipa Tanzania hadhi ya kipekee duniani na umeyatangaza mashindano haya nje ya Afrika na duniani kote. Hatimaye leo mashindano haya yanajumuisha washiriki kutoka mabara yote duniani na kuchukua sura ya kipekee hapana shaka kuwa mashindano haya kuanzia sasa yanastahiki kufahamika kufa kufa kama mashindano makubwa zaidi ya Qurani tukufu ya mabara yote ulimwenguni, yaani the greatest intercontinental holy Quran competition. Hii ni kutokana na ushiriki wa watu kutoka mabara yote duniani katika mashindano haya, ambapo washiriki kutoka bara la Ulaya, Asia, Australia na wenyeji bara la Afrika wote kwa pamoja tufurahie amani ya nchi yetu na tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kutudumisha katika neema hii na aupe baraka mkusanyiko wetu huu. Kwa kweli ni jambo la fahari na la kuipongeza taasisi Al-Hikma Foundation kwa kuiwezesha Tanzania kufikia kiwango cha kuendesha mashindano kama haya kimataifa. Hiki ni kielelezo chengine cha wazi wa Tanzania ni nchi salama katika kuendesha mashindano makubwa kama haya, makongamano na hata mikutano ya kimataifa. Mashindano haya ni kielelezo cha kuwepo kwa uhuru wa kuabudu uliomo ndani ya taifa letu. Jambo hili lililoanzishwa na wasa, na waasisi wa taifa letu lina umuhimu mkubwa katika kujenga umoja, mshikamano pamoja na kuienzi amani na utulivu uliopo. Nimpongeze ndugu yangu Sharif Said Abdulqadiri Al Ahdali na ndugu yake Shekh Durudini Kishki pamoja na wenzao wote wa taasisi ya Alhikma kwa kazi kubwa hii ambayo wameifanya, nawapongeza kwa sababu wamenyanyua Uislamu wamenyanyua Qurani, lakini wamepeperusha vile vile bendera ya Tanzania kwenye mataifa mengine huko nje. Hakuna bahati kubwa ambayo tumeipata wa Tanzania kama bathi ya wasimamizi wetu wa mambo ya Qurani ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa juu ya suala la amani, utulivu, ushikamano na umoja, kujenga mapenzi, kujuana na kujenga mapenzi na undugu wa Kiislamu wa kilimwengu. Hii ndiyo bati ambayo tumeipata.

kwa utukufu wako mpandishe daraja Mzee Mwinyi huko aliko. Allah anakuumba kwa utukufu wa Quran mweke Mzee Mwinyi katika daraja la kwanza la pepo pamoja na ummatu Muhammad masahaba wa Muhammad chini ya bendera ya Muhammad na watu wa Qurani kwa ujumla. nafsi na namna na nilivyosoma, nitarajia nitakuwa katika zile nafasi tatu za juu. Naam, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu yeye ndio anaepanga na Mwenyezi Mungu ndiye anaetoa. Anaetoa Mwenyezi Mungu anipa nafasi ya tano, alhamdulillah nashukuru kwa hilo mm -hmm. enzangu pia, wawah, kwa sababu wenzangu pia wao hawakuwafikishwa katika hilo.